Umefunga sana kwa maombi, unaweza ukafunga wiki nzima, huli wala unywi, lakini ukapitia majaribu vile vile, tena ukapitia jaribu kubwa. Unaweza ukawa nabii mkubwa ambaye unafanya kazi ya Mungu kila wakati, unatoa unabii na unabii unakuwa ni unabii wa ukweli kabisa, unatimia na ukawa nabii mzuri, lakini utapitia jaribu. Manabii wote tunaowafahamu katika Biblia, wa mitume wote wa Yesu Kristo tunaowafahamu katika Biblia ambao walikuwa na nguvu za Mungu, ambao walitembea sawa na Mungu, walipitia majaribu mazito. Wapo waliouawa hata kwa visu wako ambao walitundikwa msalabani, wako ambao walitobolewa macho, wako ambao yaani, majaribu yanamkumba. Hata kama una kiwango gani cha imani, hata kama una kiwango gani cha nguvu za Mungu, hata kama wewe ni kipenzi cha hali ya juu ya Mungu, lazima utapitia majaribu. Kwa hiyo unapopitia majaribu, usihesabu kuwa ni sehemu ya kukataliwa na Mungu usihesabu kuwa ni sehemu labda umetenda dhambi ndiyo maana haya yamekutokea. Usihesabu labda Mungu hakuoni tena. hesabu kuwa ni maisha ya kila Mkristo. Hakuna Mkristo asiyepitia majaribu, sisi wote tutayapitia majaribu, sisi wote tunayapitia majaribu. Bwana Yesu akubariki sana, Mungu akusaidie sana mke wako wanaweza akawa jaribu kwako, watoto wanaweza wakawa jaribu kwako, mali unazomiliki zinaweza zikawa jaribu kwako. Kazini unapoenda kufanya kazi, kunaweza kukatokea majaribu. Bosi wako wanaweza kasimama kama jaribu kwako, hata baba yako mzazi anaweza kasimama kama jaribu kwako. Yani, jaribu linatokea maeneo popote pale, kwa sababu ni mfumo, ni maisha yetu sisi wa Kristo ni chakula tunachokitumia yaani, lazima upitie majaribu. Kwa hiyo tumekuja kuona mfumo wa kwanza ambao ni chanzo cha kwanza cha majaribu ni shetani. Shetani amechukua wadhifa wa kujaribu wa Kristo, wa kujaribu wana wa Mungu. Lakini kama nilivyozungumza, hatua ya pili, sisi wenyewe pia tumesimama kama jaribu. Mimi nataka nizungumze pointi moja kubwa kwa sababu kuna jaribu ambalo linakuja kwa lengo la kupima imani yako. Aisa, naweza nikasema majaribu yanaruhusiwa. Aisa, Mungu anayapa kibali kwetu kwa sababu yanapima kiwango cha imani yetu, lakini pia majaribu yanaruhusika kwetu kwa sababu si katika kupima tu kiwango chetu, yanatupa nguvu zaidi ya kushinda. Yaani, tunapojaribiwa na tukashinda, tunapokea kiwango kingine kikubwa zaidi ya kile tulichokuwa nacho hapo awali, kwa sababu majaribu ni kama mitihani tunayopitia. Mtu akipitia mitihani akafaulu, huwa anapanda ana, ana, ana, ana darasa anaenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo majaribu kwetu pia ni, ni, ni, ni, ni darasa aidha ni mtihani tunayoipitia ili iweze kutukuza na kutufanya kukomaa katika imani yetu. Lakini nimesema kwamba nataka nizungumze kitu kimoja ambacho ni, ni, ni kina, kina nguvu ambacho kinaipatia jaribu kuwa na nguvu kubwa hata ya kuangusha watumishi wa Mungu. Kuna majaribu ambayo yanakuja kwenye maisha ya wa Wakristo ambayo si kwa ajili ya kupima kiwango cha imani, aidha si kwa ajili ya kuwakuza, bali ni kwa ajili ya kuangusha kabisa. Na haya majaribu yanatokana na nini? Yanatokana na milango ambayo sisi Wakristo tuliifungua katika vyanzo vya wokovu wetu. Bwana akusaidie sana, nataka unielewe vizuri hapa, mtumishi wa Mungu. Jaribu ambalo linakuwa na nguvu ya kushinda maisha ya wakristo ni jaribu linalotokana na nini? Ni jaribu linalotokana na vyanzo, aidha milango tunayoifungua, aidha tulioifungua hapo awali wakati wa wokovu wetu, nikimaanisha ni namna gani ulivyopokea wokovu. Hapo ndipo ambako watu wengi walifungua njia ambazo ni ngumu wao kushinda, lazima linapoenda kusimama jaribu waanguke katika hilo jaribu, kwa sababu waliacha njia wazi ambayo ina nguvu kushinda hata kile walichonacho. Bwana Yesu atusaidie sana. Acha niseme hili ni kuambia kwamba mtumishi wa Mungu tunatakiwa sana kuangalia ni namna gani tulivyopokea wokovu wetu, namna gani tulivyopokea wokovu kwa Mungu kukubali kubadilisha maisha yetu ni namna gani, yaani jifunze ni namna gani wewe ulibadilisha maisha yako, kwa sababu kuokoka, tunazungumza kuokoka, ni namna ya kujisalimisha. Kujisalimisha ni namna ya kukubali kuacha kila kitu ambacho wewe ulikiamini kinaweza kusaidia maishani mwako, kitu ambacho wewe uliamini bila hicho uwezi kuwa kukuwa salama, aiza uwezi kufanikiwa, aiza uwezi kuwa na heshima, aiza uwezi uwezi eh, kuonekana wasamani mbele ya ndugu zako, vitu ulivyoviamini hapo awali katika maisha ya, ya, ya, ya uovu kusalimisha kuondoa yote na kusimama bila hata kitu chochote. Hiyo ndio maana ya kusalimisha. Tunaangalia hata katika jeshi, ukijifunza, mtu anapoambiwa kwamba unapoambiwa kwamba, wewe, simama hapo, jisalimishe, unatakiwa usi, usitoke na kitu chochote ambacho kinaweza kikazuru huko unapokwenda kwa sababu utahatari unaonekana kuwa bado wewe hujajisalimisha, ulikuwa na mbinu nyingine tofauti. Kwa hiyo maana yake kujisalimisha ni kuondoa kila ulichokuwa nacho ambacho ulitegemea kinaweza kikakusaidia.